Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Kama mara ya kwanza kutizama video yoyote ile kupitia RajabSynic, kuombe usisahau ku subscribe, ku like, ku comment na kushare video hii. Mada yetu leo naenda kusoma, siku ya leo tunajifunza jinsi ya kutuma pesa kutoka Tanzania kwenda Kenya. Najua ili ninajua hii ni changamoto ambayo imekuwa ikiwasumbua wengi lakini pia sim nyingi ambazo nimekuwa nikipokea, e, za, za wengi wetu kwa sababu namba yangu ipo public. Sim nyingi zinazoingia, watu pia wamekuwa wakiniuliza jinsi gani wanaweza e, kutuma pesa kwenda Kenya e, na mataifa mengine ya jirani kwa njia, kwa njia rahisi. Sasa basi naenda kuelekeza njia hii, ni simple kwangu mimi kwa sababu mimi napata watu wateja wangu katika huduma zangu tofauti tofauti, huwa napata wa kutoka na nchi za jirani. Awali ya yote, nikuambie ni tu mimi na njia ninayoijua eh, eh, ambayo ni rahisi zaidi ni kwa kutumia Vodacom ya Tanzania. Vodacom ndo rahisi sana sana, Vodacom naipa namba moja, lakini pia naipa namba mbili Tigo. Eh, lakini namba tatu naipa Airtel. Eh, lakini nyepesi zaidi siwezi eh, na kufundisha kitu ambacho mimi nakuwa sikijui, nakuwa sio vizuri. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe apendi kazi. Sasa mimi nipo Tanzania. Sasa natuma eh, kwenda Kenya vipi? So, kwanza nitaenda kwenye faili la foni, la kupiga, la kupiga simu. Tushaingia kwenye faila la foni bwana e, kuna nitatakiwa nipige nyota mia moja na hamsini nyota zero zero. Kumbuka hii ni boda na kumbuka ni Tanzania tu Kenya mona tafanya. Nitapiga kwenye menyu kama kawaida, mi utatakiwa ubonyeze namba moja e, namba nini? Namba moja, tuma pesa Utabonyeza nini? Tuma pesa, namba moja, tuma pesa. Tabonyeza namba moja. Baada ya kufika tuma pesa hapa, ntaenda namba mbili, tuma pesa kimataifa. Utatuma pesa wapi kimataifa? Utabonyeza namba oe, oe, oe, namba mbili kimataifa. Baada ya kubonyeza namba mbili kimataifa itakupa option eh, angalia viwango vya kubadili fedha eh, namba ya simu au kwenda benki. Vizuri, watu wengi eh, kwenye malipo wanapenda wana, wana, wana, wana, wana, wana kutumia namba za simu na nashauri ndio rahisi zaidi, lakini pia kama benki utakuwa na detail, utakuwa na account namba ya mtu unayemtumia huko Kenya vizuri, ukatumia hiyo benki, lakini ushauri wangu zaidi nitakwambia tumia ni mobile ambao ni nini, namba ya simu. Utabonyeza namba moja. Baada ya kubonyeza namba moja ehe, utaona hapo wamekupa nchi nyingi, wamekupa nchi karibia tano hapo, A to Z ehe. Mfano hapo tu, tu, sisi tunatengeneza video ya Kenya, ingawaje tutatolea na mifano kwa kuangalia katika hizi nchi nyingine. Lengo ni kujifunza Kenya. Kenya tutachagua hapo ukitaka kwenda kutuma kwenda Kenya utachagua sasa, uyo wa Kenya unamtumia utumie kupitia M-Pesa au kupitia Airtel. So mfano hapa tutachagua tunamtumia kupitia M-Pesa abnza kupitia. Baada ya kufika hapo utaambiwa utie namba, namba ya mpokeaji. Sasa hapa utatia namba ya mpokeaji ambaye ya anapokea hiyo pesa. Baada ya kutia namba, kwa vile mimi sina mtu ambaye namtumia na hapa pesa so ushafika hapa wewe, sasa utaweka na namba yake ya simu, kisha utaweka kiasi cha fedha unachokituma. Kisha baada ya kuweka kiasi cha fedha ulichokituma mm. utatakiwa uweke uta. So, namba ya siri then uthibitishe kufanya malipo hayo, umeona. Lakini pia naweza nikasema, ngoja ngojani, mtuanze upya, ona mfano sasa Tukaangalia pale tumeona A to Z kuna nchi tukaziona asa za East Africa kama Rwanda, lakini tukaangalie tuka tena pale tumeona option ya A to Z tuende na pale tukusanue pale kuna nini lakini pale tumeona jatuende tu. Tuma pesa namba moja, namba moja pia namba mbili kimataifa eh tulichagua kwenda kwenda namba 6 Mbona kuna Kenya Uganda Rwanda DRC Congo Zambia Mbona maelekezo ndio yale. ukienda kwenye nchi ya Congo, utatakiwa uchi namba yaki yasimu ukienda kwenye nchi fulani lazima uci nambakis si. Twende hapa chini namba 6, tumeona A to Z. What means? Nabonyeza A to Z anamaanisha nini? A to Z tumeona kuna nchi nyingine hapo zinakuja kuongezeka hapo chini, kuna Botswana, Burundi, Madagascar, Malawi, Msumbiji, South Africa na Zimbabwe. Hapo unazidi kuona kabisa njia zikenye pesa kuweza kutuma pesa kuenda nje za nchi Afrika. Nchi tukiangalia nchi zaidi gapi, ya ngapi hapo zaidi ya kumi na mbili na, naona hapo, kuna Afrika Mashariki na South Africa ni kusini mwa Afrika, ikiwemo Msumbiji mara. Naona hizi nchi za kusini mwa Afrika. Nadhani hapo tumeelewana. Kama umeipenda video yose, akubonyeza alama iliyoandikwa kwa subscribe kwa like, comment na kushare, ili uanze kwanza kupata kila deti mpya ambayo takiwa na upload katika YouTube channel yetu. Jina langu ni Rajab Synic.